Mwenyezimungu subhanahu wataala anasema katika Quran aya, miongoni mwa aya muhimu sana. Inawezekana saa ingine tunaisoma bila kuzama katika maana zake, na tunafaidika vipi na maneno hayo. Mwenyezi Mwenyezimungu anasema ya ayuha ladhina amanu, enyi mlioamini. Ibnu Abbas anasema ukisikia Mwenyezimungu anasema ya ayuha ladhina amanu wewe kama ni mumin, Muislamu, tega sikio, kuna message. Tena sio message ya kawaida, ni message muhimu katika maisha yako. Sikilize Mwenyezi Mungu ya anasemaje. Nnas ya watu wote, lakini ya, ya alladhina amanu, wewe ambao umejinasibisha na imani ya Kiislamu. Allah anakuita Kiislam, Allah anakuita sikilize anasemaje Mwenyezi mungu

Fasik ni mtu mwongo, anazungumza asikuwa na uhakika nayo. Fasik anapokujieni na taarifa muhimu, fatabayyan. Qiraa nyingine inasema fatathabat, fatabayyan, basi pateni ubainifu, thibitisheni taarifa hiyo. Kwa nini? Antuswibu qauman bijahala, kwa sababu mnaweza mkawadhuru watu, mnaweza mkawahukumu watu kwa kutojua kwa sababu ya taarifa hiyo. fatusbihu ala ma faaltum nadimin, hafla mkawa ni wenye kujuta kwa maamuzi mliyoyachukua, ni wenye kujuta kwa yale mliyoyafanya. Kwa sababu gani? Mmepokea taarifa muhimu kutoka kwa mtu ambaye haaminiki, hana uhakika na taarifa hiyo hatua mkachukua maamuzi ghafla, inayobainikia kwamba mmechukua maamuzi katika misingi ya kimakosa, haikuwa hivyo mnaanza kujuta, na majuto ni mjukuu, it's too late, shachelewa shachukua maamuzi mazito, umeshafanya matendo kadha wa kadha tayari, lakini unakuja kubainikiwa baadaye kwamba taarifa zile hazikuwa sahihi. Hii ni prinsipo muhimu sana katika Uislamu. Na kama kila mmoja miongoni mwetu angejaribu kuingiza hii aya katika matendo yake ya kila siku, katika sekta zozote, eneo lolote aliyopo, matatizo kwa kiwango kikubwa ingepungua. Uhasama, chuki, uadui ungepungua kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu tungegundua kwa kiwango kikubwa kwamba zile taarifa inawezekana sio za kweli, na kabla hujachukua hatua ungejiridhisha kwa ile taarifa ambayo umeipata. Ufahamu watu wanatofautiana.

Mtu asinyanyue sauti yake juu ya sauti ya mtume sallallahu alaihi wasallam, asiongee na mtume sallallahu alaihi wasallam kama mnavyoongea nyinyi vijiweni kule, amali zenu zitaporomoka, hali ya kuwa muhisi taarifa inatoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Aya Mwenyezi Mungu ikamfikia mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba wamepokea. Kaisi akaifahamu tofauti. Siku ya kwanza aliposikia hiyo aya, hakwenda tena msikitini. Siku ya pili hakuhudhuria darasa za mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku ya tatu tena akauliza aina Kaisi Baba Anna Qais yuko wapi? <coughs> atumuoni ya Rasulullah, mmoja mpate. Akamuuliza mmoja katika masahaba akamwendea Qais, mtume anakuulizia. Kaambia mimi siendi tena kule, anaata kuswali tu na nini. Sheh kaambia Qais, laisa hakadha, aya haikukusudia hivyo unavyosema wewe. Akamfafanulia kwamba kunyanyua sauti manake nikumbishia mtume Mtume anasema hapana, mi naona hivi ndo hiyo inakusudiwa, sio sauti hiyo, ni maumbile yako. Huu ni mfano wa kuonyesha taarifa imepokelewa kwa maana tofauti. Sasa wewe unakuletewa taarifa, yule aliokuletea taarifa aliifahamu vipi ile taarifa? Usichukue hatua, kwa sababu inawezekana ameisikia kweli, lakini ameisikia kwa mtazamo tofauti kabisa na ule ambao wewe unautarajia. Lakini mtu aina hii bila kujali ameelewaje hiyo taarifa kikubwa zaidi kwenye aya ameitwa fasiki. Hii ni karipio kali sana, iwe ni ya kweli, siwe ni ya kweli, sijui kweli, lakini umeitwa fasiki. Sasa hapa tujitathmini sana kuhamisha taarifa kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine, taarifa ambayo inasababisha kufa chuki, kutoelewana, dhana mbaya baina ya jamii kwa ujumla, baina ya Waislamu kwa Waislamu.